Vyama vya ACT Wazalendo na CUF kwa upande wa Zanzibar vinatarajia kufanya uchaguzi wa kura ya maoni ndani ya vyama hivyo kwa ajili ya kupata wagombea watakaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu kwa nafasi mbalimbali mbali. Wakizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa uchaguzi ACT Wazalendo, Mhene Rashid, amesema zaidi ya wanachama elfu moja wa chama hicho wamejitokeza kuomba nafasi hizo, huku naibu katibu mkuu wa CUF Zanzibar Ali Juma Khamis akisisitiza chama hicho kitashiriki uchaguzi mkuu mwaka huu huku kikiendelea kupigania katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Mujibu wa ratiba yetu ya kitaifa ni kwamba kuanzia tarehe kumi na sita mwezi wa sita hadi tarehe tano mwezi wa saba ni kipindi cha ja kufanya kura ya za maoni katika majimbo yetu hamsini. Sasa sisi kwa hapa Zanzibar tuna siku saba, siku saba za kufanya kura ya maoni katika majimbo hamsini. Najua ya kwamba malalamiko yetu mengi sana bado hayajafanyiwa kazi ipasavyo, ikiwemo suala la madai ya kat, ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, lakini jambo hilo halitufanyi tuache kuingia katika uchaguzi, kwani kwa kufanya hivyo ni sawa na kususia uchaguzi na kuviacha vyama vingine vifanye uchaguzi.